Sasa tunaona ni kama mtu ambaye tayari alikuwa ametelekezwa, ingawa alikuwa anaita baba, ingawa alikuwa anaita mama, ingawa alikuwa anaita kaka zake, lakini kiukweli, kiuhalisia, Daudi alikuwa ametelekezwa. Makuzi yake yamekuja hivyo, ameingia katika hali ya utawala, bado anatafuta na mfalme ili aweze kuuawa. Sasa basi tulipokuwa tunazungumzia sasa kwa habari ya imani, tulipokuwa tunasema imani, sasa Daudi anatamuka katikati ya mapambano, yuko kwenye shida, yuko kwenye tabu, yuko kwenye mashambulizi makubwa, lakini anatamka neno la ajabu sana, lile ambalo yawezekana mimi na wewe tusiwe kabisa labda kwa sababu tu una raha, labda tu kwa sababu kuna yale ambayo nayo yatafuta tayari yalishakwisha kutimia, kwa hiyo tayari wameshalizika na ukasema tu sasa. Anasema neno mgumu la kulifikiria mara nyingi mara nitayasimulia matendo makuu ya Mungu. Anasema sitakufa, wakati maisha yake ni maisha ya hiyo ndio tunasema, hiyo ndiyo imani aliyokuwa nayo Daudi. Hata katikati ya ya vita anasema sitakufa. Katikati ya uchumi wako unauona ni kama unale unaenda maala, alafu unausimamisha kwa imani kwamba, wewe mtaji wangu hautakufa maana wewe mtaji nategemea kupata gari Pata nyumba. Pata, na kupata nyumba kutoka kwenye mtaji huo nategemea kupata mafanikio kutoka kwenye hiki ninachokifanya. Unausimamisha mtaji ambao uko kwenye hatari, uko kwenye hatari. Unaisimamisha ndoa yako e, unaisimamisha ndoa yako iliyoko kwenye hatari, inataka kufa. Umeshafungiwa mabegi yakoko yamesha toewa inje. oyovonasema ndoa yangu